Wakua, 800, 20, 30, kama wakulima wa samaki. Ni saa saba kamili majira ya Afrika Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu katika habari zetu kiutendeti awamu ya saa saba. Jina langu ni Collins Imito. Tukianza taarifa zetu ni kwamba mbunge wa Teso Kusini Bimeri Emase ametangaza kumuunga mkono gavana wa Busia Daktari Polo Toma kwa awamu ya pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwanahabari wetu Emmanuel Juma na kina cha taarifa hiyo wakiwa kwenye kikao cha kujadili masuala ya wanawake nchini kilichoongozwa na muungano wa maseneta wanawake katika kaunti ya Busia, amesema amewahimiza wananchi wa Busia kumuunga mkono gavana Otoma kwa awamu ya pili sawa na rais William Ruto. Ametoa changamoto kwa viongozi wa kike kutoka magharibi kujitosa katika nyadhifa za uongozi ikiwemo seneta na ubunge huku akitangaza azma yake kugombea ya kiti cha ugavana Busia ifikapo mwaka wa elfu mbili na thelathini na mbili. <farklı> <Twilight spooky> <many have> <many>? Nikiwa mjini Busia nikiripoti, mimi naitwa Emmanuel Juma. Shukran Emmanuel Juma kwa kina cha taarifa hiyo. Unasikiliza 89.9 Busia Bora FM. Na tukigeukia upande mwingine ni kwamba huku vikao vya seneti vikiendelea katika kaunti hii ya Busia, wananchi wameelezea kukerwa na hatua ya kukwama kwa baadhi ya miradi ikiwa ni pamoja na ukarabatiwa kwa kivutio cha kihistoria cha Kakapel wanasema serikali ya kaunti imepuuza mradi mkuu wa kujenga upya na kuboresha kivutio hicho, zoezi hilo likichukua zaidi ya miaka kumi na mitano licha ya mamilioni ya fedha za umma kutumika. 6.9 now the contractor is asking for another payment for him to continue but when he took over this place had only pillars then he has, from 2022 to today he has done up to what we are seeing so I know that what Wananchi are asking for which I am the one who promised that we shall fast track it so that it should shold so tunataka haki, kabla, mjeleta, zile. kwanza itendeke kablamenyeeazile nah na swali, pesa na tukisalia huko Busia ni kwamba maseneta wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kusuluhisha changamoto ambazo zinawakabili wafanyabiashara na pia madereva wa malori wanaobeba mizigo katika mpaka wa Busia na Uganda na ile ya Malaba na Uganda, kwani kumekuweko na utata baina ya mataifa jirani hasa katika upande wa biashara. Wakizungumza walipofanya ziara yao mpakani mwa Kenya na Uganda, maseneta walionekana kutamaushwa na changamoto ambazo zinawakumba wafanyabiashara hao haswa kukosa mazingira mazuri ya kufanyia biashara, changamoto za kukosa mahali pa kuegeza mizigo, changamoto za kukosa mahali pa kuegesha magari yao ya masafa marefu, msongamano na ufisadi, miongoni mwa changamoto zingine. Kamati ya uwiano sawa na ile ya biashara na viwanda zikisema ni sharti suluhu za haraka zipatikane. Uhakikishe kwamba huu mpaka unaweza kufanya kazi vizuri na biashara iendelee, kwa sababu hatuwezi kukaa kufanya biashara kama tuone kwa barabara kama hii barabara sahihi iko na shida nyingi sana. Kwa hivyo tunataka hii barabara ukae chini, ihakikishwe imepanuliwa, magari yaweze kupita vizuri sana, na pia tuangalie mambo mengine kwamba kuna kazi nyingi sana ambazo hapa wananchi pia waweza kufaidika kufanya watu wakati wakati wao and say is is a wonderful experience. wonderful experience experience. Uh, I think this is one of of the the important border points of the country.

skia which is, which is 89.9. Na tukisonga mbele tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo mbunge wa Kimilili Ditmas Barasa amesema wananchi wa kaunti ya Bungoma wajitolee na kufanya maamuzi bora wakati wa kuwachagua viongozi wao. Akizungumza kwenye soko la Tulienge, eneo bunge la Sirisia, Barasa amewataka wananchi kupendana na kuwa makini kwa wagombeaji wa nyadfa, nyadfa za uongozi kabla ya kufanya uamuzi na kuwahimiza kumuunga mko, mkono Rais William Ruto kuhudumu kwa muhula wa pili.

Kwa upande wao wahudumu wa boda boda wakisema hawatakubali kupelekwa njia isiyofaa, huku Dan Bera akimtaka mbunge wa Kimilili Ditmas Barasa ambaye yuko kwenye mchakato wa kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Bungoma kwenye uchaguzi mkuu ujao kusikiliza matakwa ya wananchi. Katibu wa kutetea maslahi ya walimu wa shule za upili Kupet katika kaunti ya Bungoma, Agustin Luketelo amewataka washikadau wa elimu wa elimu eneo hilo kuishinikiza serikali kupitia katika idara husika ya elimu kuhakikisha kuwa shule ambazo bado hazijapokea mgao wa fedha za kufadhili elimu ya, ya bure zinapokea fedha hizo. Mwanahabari wetu Jeremiah Wekesa na kina cha taarifa hiyo kwa mujibu wa katibu huyo ni kuwa kuna baadhi ya shule ambazo bado hazijapokea fedha hizo na kwamba iko haja kwa serikali kuu kushughulikia swala hilo madari

amevijua kuwa chama hicho kitaendelea kuwatetea walimu ili angao aweze kuwa na mazingira mazuri ya kufundisha. ni kiripoti kutoka katika akaunti ya Bungoma. Jina langu ni Jeremaya Wekesa, unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Tugeukia taarifa nyingine ambapo akinamama kutoka kaunti ya Bungoma Wamemsuta mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga kwa kumkashifu spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa kile wanachodai ni kumwekea vikwazo kutokana na utendakazi wake. Baadhi ya wafuasi wa Wetangula wakiongozwa na kina mama hao wamejitokeza na kumtaka mbunge huyo kumpa heshima na kuomba msamaha wakisema kuwa mbunge huyo anapaswa kufahamu kuwa spika Wetangula ndiye aliyemsaidia kupata wadhifa wa ubunge eneo hilo. Wandani hao wa chama cha Ford Kenya wamewataka viongozi wa eneo la magharibi kumpa heshima Spika Wetangula wakimtaja kuwa mmoja wa viongozi wakuu eneo la magharibi ambaye hafai kudunishwa na viongozi wanaochipuka. Chama wa Ford, Kenya Mheshimiwa Spika akaenda akamshika mkono na akamtangaza kama mkombea mkombea wa Ford, Kenya Kabuchai Constituency. Mara yeah, ya kwanza Mheshimiwa Spika kumshika mkono na majina yanapita kuna, yeah, kuna kura Kenya mzima kuna kura kaskulu kuna kura Malava hata wenzetu, wenzetu wakakamata. Hakuna siku unasikia mbunge ameita midia. Hakuna siku unapata mbunge amekaa anatusi viongozi wa Kakamega. Hakuna siku unaona mjaluo ameita midia anatusi eh, wa, wa, wa watu wakasifu Israel, ame, ameleta mdoto ya forma MP anasimama kura. Sasa hii umepata pesa unaanza kuita watu majinga, kweli hii dunia aonye libonjo nyealibonjo ya namajingo kawasinga kwa sababu amekula, ameshiba, amepoteza network. Kuanzia leo, majimbo, uheshimu chama cha Ford Kenya, uheshimu baba wa Roma. Sasa ndio unatuambia ya kwamba Wachana na jana. Unasikiliza 89.9, Busia Border FM. Na kwingineko, watu watatu wamefariki katika soko la Brigadier kufuatia mkasa wa moto uliotokea majira ya saa sita usiku na kuteketeza nyumba walimokuwa wamelala watu hao. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho, wakiongozwa na nduguye marehemu James Wanjala, wamesema waliofariki ni wa familia moja, ikiwemo baba, mama na mjukuu mwenye umri wa miaka minne.

Hata hivyo, meneja wa eneo bunge la Tongaren Dani Munialo amewataka maafisa wa polisi kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha moto huo. Huko afisa wa mawasiliano katika kiwanda cha West Kenya na itiri, Edwin Musonje akituma rambirambi kwa kumpoteza mkulima anayetegemewa <muchilis> Na kwenye rubaa kimataifa, ni kwamba, katika mazungumzo ya Misri yasiyo ya moja kwa moja kati ya Hamas na Israel Mjumbe mkuu wa Hamas Halid el Haya amesema kundi hilo linataka dhamana kutoka kwa rais wa Marekani Trump na nchi zinazodhamini kuwa vita vitamalizika kabisa mara moja na daima baada ya makubaliano yao kuridhiwa. Katika mahojiano yake na kituo cha habari amesema kuwa hawana imani na Israel hata kidogo, akisema Israel haijawahi kutimiza ahadi zake katika swala la uvamizi katika historia katika historia. Ameongeza kuwa kwa kusema wameshuhudia hilo mara mbili katika vita hivi vinavyoendelea, kwa hivyo wanahitaji dhamana ya kweli kutendeka. Unasikiliza, 89.9 Busia Border FM. Kwa habari hiyo kutoka rubaa ya kimataifa, ndipo natamatisha habari zetu za saa saba kiutendeti. Awamu ya saa nane nitarejea na muhtasari zaidi. Mimi ni Collins Imito. Habari za Busia Boda. imitowhabazausib